mbalimbali wa chama pamoja na wanachama wa chama cha mapinduzi, mara baada ya kusikia kwamba wanakuja hapa bila ya mwaliko, lakini wameweza kujitokeza kwa wingi, wana hamna shaka kuja kukuona. Karibu sana. mwaka 25 30 ina mambo makubwa kuliko ilani iliyopita, inayosheheni maendeleo, mipango, mikakati, miradi, kuboresha maisha ya wakulima, wafugaji, wafanyabiashara, afya za watu. Leo tunaweza kusema kama ni ng'ombe Ilani hia ishirini na tano thelathini nizagamba, ie ng'ombe kubwa kabisa tunayo. <tipos> kila sababu na Shinyanga kushikamana. Kwanza, kukiunga mkono chama cha mapinduzi ivi kura na tusimwache mtu hata ku kulima, ufugaji, jasiriamani kijana mzee, hata mgonjwa, ukiwezekana abebwe aende kupiga kura kwa dokta Samia, kwa wabunge wa CCM na madiwani. Sema hivi, tukipiga kura nyingi za kishindo, tukamchagua dokta Samia, tukamchagulia wabunge wazuri, wagombea wetu, miaka tano hawa ndio watakwenda kusaidiana naye na madiwani wa CCM kusukuma mbele maendeleo ya Shinyanga.